Hii ni video ambayo imeweza kutrend kupitia pages mbalimbali mbali za mitandao ya kijamii. Video hii ambayo ilimuonesha mzee mmoja ambaye alikabidhiwa maiki kwa ajili ya kuongea maneno machache katika hafla fupi ambayo ilikuwa inaendelea huko mkoani Morogoro, lakini video hii imeweza kuzua hisia kubwa kutoka kwa wadau mbalimbali pale tu walipoitazama. E, maoni yao yameweza kuwa ni heavy kweli kweli. Yaani, wameweza kushusha maoni ambayo yamezua mijadala mikubwa zaidi kufuatia video hii ya huyu mzee ambaye alikuwa anaongea maneno machache katika hafla fupi. Sasa mimi sitaki nikulie muda wako, na hebu utazama hapa video, kile ambacho kilitokea baada ya mzee huyu kuomba kuimba wimbo wa taifa, lakini baada hapo alinyang'anywa maiki e, lakini haikuishia hapo. Alivyonyang'anywa maiki aliweza kulala chini, kuhuzunishwa zoezi hilo ambalo alifanyiwa baada ya kunyang'anywa maiki na wahusika. Na mtazama hii hapa video, lakini pia utaweza kushusha komenti yako. Hapa ni Blue House, Dax Media. Mimi ni Toda Dax Alexander Scott. Endelea kusubscribe ili wa kwanza kupata update zetu zinapotoka kila wakati mkoa na wananchi kama walivyo kwa ujumla eh. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mimi nikushukuru sana kwa ujio wako. Mkuu wa wilaya, viongozi wa usalama wapo mbele yetu, mnawaona. Hii ni kwa ajili ya kudumisha amani, upendo na ushirikiano katika nchi. Nchi yetu ilipata uhuru kwa amani hii. Yes, nyeusi nitacheza nayo hii, mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mimi ndio katibu mwanzilishi wa kwanza wa mtaa huu wa Mbopo tangu mwaka tisini na mbili nikiwa na huyu mzee aliyetoka mzee Mnimbo ambaye alikuwa anaelezea DDC, nikitokea mkoa wa Morogoro wilaya ya Kilombero tarafa Ifakara kata Kibaoni. Nimezaliwa mkoa wa Pwani wilaya ya Rufiji kijiji cha Ikwilili mtaa wa Mgomba. Kwa hiyo na furahia sana yee, yeah. Mama ananiambia ushauri kwa haraka haraka. Ushauri, namuomba Mwenyezi Mungu muomba mbingu na ardhi uwanja huu leo, aubariki uwe wa amani, utulivu, upendo, ushirikiano na mshikamano wa kweli. Alafu mnisikilize dakika mbili tu, naimba wimbo wa taifa, sio wa taifa. Asante, mnisamehe, sikilizeni. Ni jamhuri tukufu. Asalamu alaykum.